Kwanza nimefurahi kujua mnaweza kuhudumia watu angalau kwa karibu na no, ya namna hii. Wananchi wengi mnaotuona, kwanza tunaogopa kabisa, ushajua kwamba sheria kwa mwanasheria mkuu, unajua mtu wa kawaida mimi hata kama na shida siwezi kufika pale nikasikilizwa, wakati kumbe hapa pako wazi na uweze ukapata mambo ukaelimishwa mambo yaliyo mazuri sana. Mimi mwenyewe binafsi kwa inaitafutaga sana ofisi ya mwanasheria mkuu sasa nimeshaijua lazima nitatinga nguo ofisini kwenu, lakini huduma ya awali niliyoipata ni nzuri, imenifreshi imenivutia, na niko tayari kuambia na wenzangu jamani, kama kuna tatizo nani, twendeni kule nani, kule kwa, kwa, kwa mabanda maonyesho. Kuna mambo ya mwanasheria mkuu anaweza kufundisha ambavyo hulijui, una matatizo ya nyumba yako una matatizo ya kiwanja chako, una matatizo ya mali yako, umezumiwa, unazumiwa, kuna taasisi na kusumbua, twende kwa mwanasheria pale. Ni kitabu ambayo itafungua mambo yote ambayo yanaweza kwenda vizuri. Jina langu naitwa Edward Oscar Sodan. Mimi ninaitwa Margaret William Kaperi. Kwa siku ya leo, mimi pamoja na wenzangu tumetembelea katika banda la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa siku ya leo tumefurahi sana kwa sababu tumejifunza vitu vingi maswali yetu mengi yalikuwa yanatutatiza, tumejibiwa vizuri sana, hatuna shaka yoyote, tunajua sheria kwa sasa. Kwa vijana wenzangu na washauri, ukiwa na jambo lolote linalohusiana lina na sheria hizo, ukawa una sitasita sita, ukawa hauijui ni bora ufike uulize kupata haki yako, usiogope, usikae na kitu moyoni. Tumefarijika kwamba tumekuwa na wateja wengi ambao wanafika kupata huduma zetu, lakini tunazidi kutoa wito wazidi kuja kwa wingi ili adhima hiyo niliyoisema ifikiwe, kwa sababu bado tuna siku za kuendelea ku, ku, ku, kuwahudumia wananchi. E, maswali ambayo ni mengi ni migogoro ya ndoa. E, migogoro ya ndoa kwa kweli ni changamoto kubwa sana katika jamii, lakini ukiangalia pia migogoro ya ardhi iko registered sana, nadhani uta appreciate kwamba mji wetu wa Dodoma unakuwa. Kwa hiyo kwa sababu watu wanaokuja wengi ni wa Dodoma. E, migogoro ya ardhi kwa kweli bado imejikita sana na ni mingi. Hiyo ndio maeneo mengi ambayo naona kwamba bado yanahitaji attention kubwa sana, hata watunga sera inabidi wayaangalie, lakini kwa kushirikiana na wadau wengine, kwamba tuone kwamba hii migogoro ina inatatuliwa, kwa sababu unapokuwa na jamii ambayo haki imetamalaki lazima utapata maendeleo katika wananchi wako. Kwa hiyo, hiyo ni adhima ambayo ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali katika kuji, kuangalia hilo ndio maana imekuwa ikitoa na, kuji, na, ku, na kuangazia zaidi hilo eneo, kwa sababu tunaamini kwamba e, kwa kutoa ushauri wa kisheria lakini pia kufuatilia hii migogoro, basi maendeleo yatapatikana katika taifa letu na hatimaye kuifanya nchi yetu iwe sehemu bora zaidi ya kuishi katika chuku zake.